Hizi dini zimeasili sehemu kubwa sana ya fikira za mtu mweusi. Mtu mweusi sasa hivi ili aende mbinguni, mtu mweusi anafikiria kwenda mbingu ya Mwarabu. Mtu mweusi ili afike mbinguni, anafikiria kwenda kwenye mbingu ya mzungu, wakati sisi mbingu yetu wa Afrika tunaamini kwamba Afrika yenyewe ndio mbingu yetu wow. Ardhi hii ya Afrika ndio mbingu ya Waafrika, kwa sababu sisi tunaamini tunaendelea katika mzunguko wa ulimwengu. Mwili wangu utapotea, roho yangu itaendelea kuongoza na kuongoza vizazi na vizazi. Kwa hiyo hizi dini zimekuja kututoa katika mila na tamaduni na asili ya mtu mweusi. Kwa hiyo hatujui tunachokifanya, kwa sababu unaahidiwa pepo ambayo hawana ushahidi nayo, unaahidiwa moto ambao ushahidi haupo. Vitu vyote sasa hivi hatupendi kuamini, kwa sababu kuamini ni, ku, ni kitu ambacho huna uhakika nacho kama kipo. Ni fikra tu au ndoto. Tunasema kitu irusheni eh, au maruweruwe unayoyafikiria kama vile mtu aliolewa sana au aliopata al, alio kipigo anaona bluu bluu, wakati dunia sio ya bluu.